Yese mjambo wa ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya asubuhi hii ya leo. Mimi ni wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe mfalme wa habari. Nimeezeka kabisa kwa muda huu, nimekuwa mbele za, eh, za mikrofoni ya Holly Officiel. Hmm? Ni mimi wako Kolomboka originale kabisa nimekuwa hapa nikupatie moja kwa moja habari zetu, jinsi gani mambo inaendeka, na leo tutazungumzia mambo tofauti, lakini teme yetu inasema hivi, teme yetu ama kichwa ambacho tutaendelea kuzungumzia ako sababu leo tunataka tuseme yale ambao tunaona kwamba ni vema kusema na tutangaze kile ambacho tunaona ni vema kutangaza. Yani ni kusema nini? Leo tutazungumuzia neno ambayo imesema nchi moja tunayo ni Kongo, hatuna mbili, hatuna nchi mbili, tuko na nchi moja tu ni Kongo. Alors, tunapasha kupigania nchi yetu tunapasha kuenda sawasawa sawa na gisi nchi yetu imehitajika, bila kuuliza mutu na bila kutafuta kwa mutu, sababu sisi hatuna ingine nationalite na hatuna ingine, ingine budongo, tuko na inchi moja tu ambayo itabaki inchi moja ya mababu, Kongo yetu ambayo kabisa ni Kongo ya mababu. Ili njo teme ambayo tunaendea ndani kabisa, kama vile mlivyosikia, tulivyowaambia wazawaza wazashu wangali katika eh, mwingini ya Kabamba na Katana kabisa, hivi niko nakwambia wanaanza kuingilia kushuka katika, uh, kuh, kuh, kuh, kushuka katika ngambo za Kavumu hapa ku aeroport, wanakuwa ku kelke metre, kelke keke kilometre na aeroport. Donc ni kusema wanaanza kuona aeroporo, wanaanza kuiona kabisa, wanaanza kuona aeroporo ya Kavumu. Lakini hivi nikuambie tu kama wengine wameisha kufika ndani ya Kavumu mara moja na umoja. Tuliongea na, na hivi sasa naona vinyanguzi hawa wako hapa na niko pembeni yao, lakini hawajajua kabisa kama niko pamoja nao <laughs> huyu ni Kolomboka. Nikamwambia sasa wewe, auogope kwamba watakutambua nasema hapo, hawawezi kunitambua, na mimi nimewasalimu, nime, nime, nime, nime hata <tikels> nawambia kwamba wenzao watakuya kwa, wakati kidogo. Unaona kama mambo iko vizuri, hatuna vya kuficha. Unayokuta una, una, kuna vingine unaweza ukafiche, kumbe huko naficha moto hmm? hatuna ah, wakati ya kuficha ah, ah. Una, unaweza ukafiche kumbe umeficha moto ndani ya nyumba yako hmm? E, baba moya bali balimpatia kibiriti ama almeti eh? Almeti ndio wanasema kibiriti mkiswahili, aseme balimpatia almeti, bakamwambia hii ni kibiriti ambayo itakusaidia kuwakisha moto mm, wakati unataka kula chakula. Ule baba akasema waw wow, asante ni mzuri sana. Akaikamata akaiweka ndani ya nyumba yake, yeye aliweka kibiriti ndani ya nyumba yake. Baada ya kitambo kidogo, anataka kuwakisha moto, anaenda kufungua ile ile, ile kile kikarakasi kya kibiriti eh, pe pe pe, kumbe ni Grenade. Boom! nyumba yote ikawaka moto. Unaona, kumbe unaweza kuficha kitu pasipo kusema, unasema hii ni siri yangu, kumbe unaficha kitu ambacho kinaweza kumaliza watu wote. Na hapa itakuwa ni kitu kibaya zaidi, tena sana, tena sana. Wandugu wapendwa, ni kitu gani kinachoendelea? Ni, ni kitu gani kinachoendelea kabisa katika mtaa um, wa Kabamba Katana Kavumu? wazalendo wameisha kaba mingini hile Kabamba Katana kabisa, hii totalima wao. Wamekuwa, tumeita watu ambao wanakuwa huko Katana wametuambia kabisa, wazalendo wamekuwa kabisa Ha, wamekaba mahali mbalimbali mbali, ni wao ambao wako wakizunguruka mahali pote, usiku mzima walikuwa nje wakifanya doria zao, na hapa wanasema ya kwamba hatujaona hata e, vinyanguzi kupita ndani ya barabara hivi. Yaani ni kusema ya kwamba wazalendo wamekuwa tayari. He, wakikaba mwingine hii ya kabamba na katana kabisa, haitarudia hai, hai tena mikono ya adui. Hawa wamerudi kabisa katika mikono ya wazawaza waza. Na hivi ndivyo ambavyo tunavyotaka na hivi ndivyo tunavyohitaji kila mahali munapopita, mushike na musitoke na hapa itakuwa vizuri na itakuwa mahali ambapo e, itakuwa mahali ambapo mutakuwa mukisema kweli, tuko tunatumika. Ila kupiga kurudia si vema, si vizuri. Yani mmekuwa mmefanya kitu ambacho kisicho kizuri kabisa, wakati ambapo mume mume mumekaba eh, fasi E, mumeingia fasi, mmeshtula fasi, watu wanapiga mikono wanasema tumegombolewa, baadaye mumekuja kuona tena wanaenda. Hii si vizuri kabisa. Na hii si mpango wa mzuri zaidi. Unajua, kukamata kavumu, kukamata ni, ni, kamata kavumu, kabamba katana ni kitu kizuri sana. Maana hapa unajua kama ranforo yote ya Bukavu inatoka Goma na hapa, njia ya Goma ni iyi iyi moja ya kavumu kabamba Kalehe na kushuka mpaka unaenda minova Minova, unaingia eh, masisi Masisi, unaingia mpaka Goma, unaenda mpaka Goma. Unaona hmm? Hii ni njia ya barabara yani kunaweza kuja ramfor kutoka Minova, kutoka wapi? Unaona kule kote, M ishirini na tatu ilikamata kule, Maminova, Makalehe, mawapi, kule kote ilikamata, na ramfor, na inaweza toka Goma tu. Yani kule mwingine mwingine yote ya Minova akukwaake wa askari, hakuna askari mwenye anaweza leta ramfor mominova yatokee Minova, yatoke iwezekane, hakuna hakuna foro yenye naweza toka kule mangambo ya ya Kalehe eh, mangambo ya Minova Kalehe kushuka, hakuna ramforo inaweza toka tu mvile ya Goma njo tukonye neeza toka, hakuna fasi ingine na ramforo inaweza toka. Mvile ya Goma ni ya kidogo sana, sababu nao awana waaskari hawana wa waaskari Alo, hii kitu njo kitu ambacho tunapasha tuelewe, tunapasha tujue, bakikamata Kavumu hii centre ya Kavumu na aeroporo ya Kavumu ikikamatiwa, yaani hapa maji itakuwa imefunga tayari, sababu hawatapita mu maji wa kuye, hawatakutoka Minova wa kuye, hawatatoka wapi wa kuye. Okay, itakuwa sasa ni kuwafungia maji wasipite tena ndani ya laki na unaona uu bufranga bwenye viko banapata wa, uh, wa mabato ma Emanuel mabato nini na manini na kubeba masila kubeba wa askari kubeba nini, vile vyote vitakuwa vimeisha, vyote vitakuwa vimeisha. Batu viko banalia sana, batu viko banalia mizigo yao aitoke Goma, juu ya nini? Mataksi mwa ya nguvu sana kila muziki uko nalipa franga ya mingi sana ujiulize tena wanailipa kwa machozi alo. Hapa itakuwa imesaidia sana kupiga muji wa Bukavu vizuri sana labda ramfor, wakipata itatoka Changugu wala wakipata itatoka Rwanda, ndio tuseme vile. lakini ramfor ya Goma haitakuwa tena, wakikamata kavumu na hapa njoo itakuwa kitu kizuri sana. Acha tuwambi wanze kuleta ramforo yabo mbele ya wakati, tutaimalizia mvile ya Bukavu. Hii ni kweli niko nawaambia. Ni, ni sherti wamalizikie mu vile yabo. Maki vile ya Bukavu itakuwa ni ebembe si ebembe. Mkimwangalia binye bilipitikana Katana. Mwende mwangalie Katana kuko nini? Mbaulize gari zabo zilishindwa hata nafasi ya kuya kukamatia mamaiti za. Mwende muulize Katana na kababa kitu gani ambacho kilipita hapa kwa masomo ya epe kababa Katana. Mubuulize apa kuepe katana kulipita bitu gani? Mubuulize apa kuparuase kulipita vitu gani? Mkuye mwaulize hapa kuparuase ya katana kulipita bitu gani. Mubuulize apa kumasomo apa kuepe katana. Kama ni epe katana. Mubuulize kulipita bitu gani. Ni kusema wazalendo awana blage awana mza. Kitu ya kwanza wanapenda rahia yao sababu nao ni rahia na wana, ni waloko yao, ni wakubwa wao, ni watate yao, ni washangazi wao, ni watu wao yani ni jeshi la rahiya wazalendo, lendo aikore jeshi la, ta, la taifa mm-mm. Jeshi ya taifa ni ile d FRDC njo eh, ile FRDC jeshi la taifa.

de dialogue avec le diable no, atuna wakati ya kudialoge na diable. Injo wakati tutageuza balozi banakuwa bamalaika, na injo wakati tutageuza asira inakuwa uchungu kwa, wa, kwa, kwa watu, injo wakati tutageuza udongo itapigana injo wakati tutaambia nyama za mpori zikuye zifanye kazi. Donc kama munasikia ka histware ya ya, ya, ya ya zamani na leo mtaiona. Donc ni kusema vile ya Bukavu ni vile ambayo njo siri kichwa ya Sud-Kivu. Donc tukigomboa vile ya Bukavu, Sud-Kivu yote amani narudi na kila kitu kyote kinarudi. Na hapa hakuna mikombolokolo ya guvernema yenye itakuya kwanza yanze sema se minjo guvernere mienjo nani mienjo bile hapa mm-mm. Na leo tutabiangalie apres avoir kugomboa Goma na Nordkivu. Apa ndio tutajua sasa guverner ni nani, ministre kama wanini ni nani, akuna mikombokolo ya depute provinciale, akuna mikom, jubote bananyamaza, bana bananyamanza kimia, atupendi tusikie, tunapenda tujue. I, seed give, give i give itabaki mu mikono ya waza waza nouvel ordre ii ni kweli tunaambia Kinshasa mubisikie, Lubumbashi musikie, wapi musikie, tunasema hivi sitkivi, itakapogombolewa DC aiko, itakapogombolewa na wazalendo, sababu waaskari wale ambao wanaitwa waskari wa, wa nchi waskari wa wale wa walikimbia haka

Beltran Bisimwa Roninga e, uyu Corney Nanga e, nani, Willy Ngoma, Laurent Kenyuka njo ba Kongo wali wenye kuna sema bale Bia Mungu, ba Kongo wali wenye, wenye tuna ona zaidi sana mumecho ni bale na kwambia aba bote ni chakula ya imbwa. Mini kuna sema Jesu ya Goma chakula ya imbwa, acha ni kwambie kama tunakuja kugomboa nchi yetu na nchi hii itagombolewa na damu ya watoto wa nchi. Hakuna mtoto wa nchi mwenye ataenda andeor ya kile ambacho mababu wetu alisema, na atakayeenda andeor anajitosha musaki ye mwenyewe na anakuwa kifo, anakuwa mufu.

inchi ya Kongo donke, ni kusema wote mwenye iko tre tre, piske nusom deja la na tuko deja tusha bayua tusha baona tu. Tuko na nyie saa yote mwaka yote tunaongea nanye, alo akuna kitu kingine kama tu, unajua uliji tia nawe katikati ya makunguru. Jua kama simba seita, kuya, ita, chagula, aitachagula seme injo kunguru ya mzuri, injo kunguru ya mubaya. Nyie bote mutakuliwa Bukavu. Bale bote benye balisema ya kwamba Kongo eh, basoda bakimbie ba, ba, baache nani, justice itakuya, nyie bote bote mtaingia kraka, hamtakufa

kulipiwa tena itapitia kuwazalendo juu walipiwe wasipitie wasipite kuilema magrupi zabo. Aha, il faut franga ya bale ipite kuwazalendo. Baba patie nyingine esprit ya, eh, eh, ya mzuri, esprit ya kutupenda na kutuchunga. Eh, donc balienda kushamba, banabambia, no, musiogope shie tuko batoto yenu. Sawa vile munajua, alor niye mulime tu me, ikifika saa fulani muache kulima, murudie kunyumba, mwende mwambie bale bag, bageni benye biko kule, mwambie kama tuko kuyulu, bakuye batukamate sikile <laughs> vitu papa hmm? aseme mwende mwambie bale bageni benye balikuya bale bageni benye viko wanakatala kutoka mu nyumba ya batu <laughs> mubambie hivi mubambie tu hapa kusantre ya katana na kabamba bapandishe sasele magari yabo bakui. kama bakuye, si tutabakutana kule Kavumu, si tutabakutana kule kwenye biko tivasa. Ile ni bitu mzuri sana eh? mpaka adui naye anatetemeka nasema eh, eh. Ana, anapata levimbo kumbe hawakuwa napigana ba jamaa ah! hapa ba jamaa hawana nguvu. Ile avance yenye walikuwa nasema oh tu, tusha avance tunakuwa mwenga tunakuwa kama wapi tulishafika kaziva tulisha wapi tena si baendele. Sasa tuone bwa sheshia kuiye ya ba sheshia kuiye ya aviko tena na avance, mushuke hata mumosho basi tuone <laughs> Baisha kuama, ba